ya Kwale wametangaza kuwa watamuunga mkono wa kikamilifu Rais William Ruto na azma yake kuchaguliwa tena mwaka 2027. Mwenyekiti wa KPA, Benjamin Tayari, alimsifu Rais Ruto kwa miradi mikubwa inayobadilisha maisha ya Wakenya, ikiwemo ujenzi wa barabara, nyumba za bei nafuu na mpango wa afya kwa wote. Viongozi hao walitoa wito kwa wakazi wa Kwale kupuuza siasa za migawanyiko na propaganda za upinzani na kuwarai wakazi kumpa Rais Ruto nafasi ya kuwatumikia Wakenya kwa muhula mwingine. Ii, kwa majina najulikana kama Mheshimiwa Ali Beja Mauti. Kwa hivyo mimi nawaomba tushike mkono Rais wetu William Ruto. Yale mambo ambayo anawafanyia jamii ni mambo mengi sana, ni mazuri si mazuri? Si tumpigie makofi mheshimiwa rais. Jameni, ya pili akaleta mambo ya affordable housing, manyumba hii Kenya yanajengwa kila pembe. Kaona kina mama na wazee wanapata shida na mambo ya afya, mheshimiwa rais akaona ile NHIF ilikuwa imejaa wakora ambao walikuwa kazi yao ni kupora pesa na kupeleka kwa zile private hospitals, wakikula pesa, ndio maana akaleta hii sha, na hii sha inasaidia hii 2027 itakuwa William Ruto, na asubuhi hapa tunasema ni two term ya William Ruto. Directive ambayo tuko nayo ni kwamba tufanye kazi na serikali iliyoko mamlakani, serikali ya Dr. William Samoe Ruto, na sisi tumesema ya kwamba tutashikana na yeye, Mheshimiwa Dr. William Samoe Ruto ipigia marais wawili, si tulipigia William Ruto? Sasa wacha rais afanye kazi yake. Upinzani wa miaka hii ikiwa hawana ajenda ya kuzungumza kwa wananchi, wawache kueneza porojo na kukashifu kiongozi ambaye anaheshimika duniani na kila sehemu ya hii Afrika Osama.